Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tutaenda kupika cookies. Kwenye bakuli kuna bata, nitaweka sukari ya brown na sukari nyeupe. Ntachanganya mpaka kila kitu kichanganyikane vizuri. Pia unaweza ukatumia mwiko au hand mixer ile ya umeme. Nitaweka mayai kisha nitachanganya tena vizuri. Wapendwa vipimo, naomba uangalie kwenye description box, huwa naandika. Nitaweka baking soda, chumvi na baking powder, kisha nitachanganya. Nitahakikisha kila kitu kinachanganyikana vizuri. Hatua inayofuata, nitaweka unga wa ngano nitaweka nusu, nitachanganya unga nilioweka kuchanganyikana vizuri. Nitaweka unga uliobaki, changanya vizuri mpaka unga uchanganyikane vizuri, unga mweupe upotee. Yaani usiwe na haraka, wewe endelea kuchanganya mpaka unga wako uchanganyikane vizuri kabisa. Kama unavyoona unga wangu umeshachanganyikana vizuri, unga mweupe umepotea. Nitaweka chocolate, nimeweka nyeupe, nitaweka dark chocolate. Na hiyo ni dark chocolate lakini ina kama karanga, ina nuts. Nitachanganya vizuri ili chocolate zangu zienee kila sehemu. Wapendwa, naomba pia mnisapoti kwa kusubscribe kwenye chaneli yangu, na pia nawashukuru sana kwa kunisapoti, najua tuko pamoja. Kila kitu kikichanganyikana vizuri, nitafunika, nitaweka kwenye friji kwa muda wa dakika thelathini. Dakika thelathini zikipita, nitafunua, nitaanza kutengeneza madonge naweka kwenye mkono nazungusha mimi nilitengeneza kubwa kubwa unaweza ukatengeneza ndogo ndogo pia nitaweka kwenye tray langu nitaweka kwenye oven niliyokwisha iwasha nyuzi joto mia sabini nitaoka kwa dakika kumi na tano mpaka kumi na saba hapa kuki zetu zipo tayari na kuonesha ndani zimeiva vizuri Asante sana kuangalia video yangu. Naomba ushare, naomba ulike, naomba usiache kusubscribe.